inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Ni saa kumi na mbili kamili Afrika ya Mashariki, 11 Afrika ya Kati, majira sawa kabisa na hapa mjini Bonn. Hujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Jina langu ni Rashid Chilumba DW. habari za ulimwengu ukisomewa okay, nami Muhamed Khelef na tuanze na muhtasari wake. Ukraine imerusha droni zaidi ya mia moja kuelekea Urusi usiku wa kuamkia leo. Ujerumani inasema lazima Ulaya na Marekani zishirikiane kuilazimisha Urusi kuacha vita vyake nchini Ukraine na rais wa Uturuki ameanzisha mchakato wa kuandika katiba mpya ambao wakosoaji wake wanasema unalenga kumwongezea muda wa kukaa madarakani. Habari kamili. Mosco. Mifumo ya ulinzi wa anga ya urusi inaripotiwa kuzidungua zaidi ya droni mia moja za Ukraini usiku wa kuamkia leo kwenye maeneo mbalimbali ya nchi hiyo zikiwemo zile zilizoelekezwa kwenye mji mkuu Mosco. Kwa mujibu wa maafisa wa Urusi, mashambulizi hayo ni sawa na yale yaliyofanyika wiki iliyopita ambapo pia Mosco na miji mingine ililengwa. Meya wa mji mkuu wa Mosco, Sergei Sobianin, amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya wizara ya ulinzi vilizidungua droni ishirini na saba zilizokuwa zikielekea mji huo. Mapema wizara hiyo ya ulinzi ilisema vikosi vyake vilizidungua droni mia moja kumi na mbili baina ya saa tatu na saa sita usiku kwa mkia leo. Urusi pia ilituma mkururu wa droni kuelekea Ukraini wiki iliyopita, ambapo rais Volodimir Zelenski alisema ndani ya siku tatu tu Urusi ilisharusha zaidi ya droni mia tisa kuelekea Kiev. Berlin, waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul, ambaye aelekea ziarani nchini Marekani, ametoa wito kwa pande hizo mbili kushirikiana dhidi ya kile alichokiita mashambulizi mabaya ya Urusi kwa Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kupanda ndege mjini Berlin kuelekea Washington, Vadeful amesema ili kumfanya Rais Putin wa Urusi kuja kwenye meza ya mazungumzo, lazima Marekani na Ulaya ziongeze mbinyo wao kwa Kremlin. Vadeful anatazamiwa kutana hivi leo na mwenyeji wake waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio kuzungumzia mtazamo wa pamoja kuelekea mizozo ya sasa ya kimataifa. Mbali ya suala la vita vya Urusi na Ukrain, mawaziri hao wawili wanatarajiwa kuzungumzia hali ya mambo katika ukanda wa Gaza, ambako janga la kibinadamu lilosababishwa na mashambulizi ya Israel limezua ukosoaji mkubwa kutoka Berlin dhidi ya Tel Aviv. Ujerumani na Marekani ni waungaji mkono wakubwa wa, wa kijeshi kifedha na kisiasa wa Israeli. Ankara. Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki ameteua timu ya wataalamu wa sheria kuanza mchakato wa kuandika katiba mpya ambayo wakosoaji wake wanasema itamruhusu kiongozi huyo kusalia madarakani hata baada ya mwaka elfu mbili na ishirini na nane pale muhula wake wa sasa utakapokuwa umemalizika. Akizungumza na maafisa wa chama chake hapo jana, Erdogan alisema wataalamu hao kumi aliowachagua watimiza jukumu la kupatikana wa katiba mpya kuchukua nafasi ya sasa ambayo iliandikwa baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka elfu moja mia tisa na thamanini. Erdogan ambaye ameitawala Uturuki kama rais tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne na alikuwa waziri mkuu kwa zaidi ya muongo mmoja kabla ya hapo, amekuwa akiwania upatikanaji wa katiba mpya akisema kuwa iliyopo sasa imepitwa na wakati na bado inabeba athari za utawala wa kijeshi licha ya kufanyiwa marekebisho kadhaa. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka hapa kwamoja Bonn. Washington, utawala wa rais Trump wa Marekani umeataka mashirika ya serikali kuu kufuta mikataba na chuo kikuu cha Harvard yenye thamani ya kiasi cha dola milioni mia moja ikiwa ni sehemu ya pambano ya rais huyo dhidi ya chuo hicho ikongwe na tajiri zaidi nchini Marekani. Uamuzi huo wa jana unakuja wakati tayari utawala wa Trump umeshafuta ruzuku za zaidi ya dola bilioni mbili nukta sita kwa taasisi hiyo ya elimu ambayo imekataa kufuata matakwa ya utawala huo yanayoitaka kubadilisha sera zake kadhaa. Trump anadai kuwa chuo kikuu hicho ni kituo cha uzalishaji wa fikra za kiliberali na chuki dhidi ya Mayahudi. Hata hivyo, wakosoaji wengi wa Trump wanaona kuwa kiongozi huyo anatumilia kisingizio hicho kuimarisha nafasi yake miongoni mwa makundi ya siasa kali za mrengo wa kulia. Na hatimaye Sao Paulo, waendesha mashitaka nchini Israeli wameifungulia kesi kampuni kubwa kabisa ya magari yanayotumia umeme ya China BYD na makandarasi wake wawili kwa tuhuma za kuwatumikisha wafanyakazi kwenye mazingira ya kitumwa na kujihusisha na usafirishaji haramu wa binadamu. Ofisi ya mwendesha mashitaka wa jimbo la Bahia imesema kwenye taarifa yake kwamba inaiomba mahakama kutoa fidia ya dola milioni hamsini za Kimarekani kwa madhara yaliyosababishwa na kampuni hiyo ya Kichina. Mashtaka haya yatokana na uchunguzi uliofanyika mwaka jana na kupelekea ukolewa wa wafanyakazi mia mbili ishirini wa Kichina. Mwisho wa habari kutoka hapa Bonn, DW Dunia yetu leo asubuhi. Asubuhi hii tutaanzia na wito uliotolewa na viongozi wa Ujerumani na Finland wa kutaka shinikizo liongezwe dhidi ya Israel ili iruhusu misaada ya kiutu kuingia ukanda wa Gaza kisha utasikia uamuzi wa, wa Kenya wa kuiunga mkono sera ya Moroko kuhusu eneo linalotaka kujitawala lenyewe la Sahara Magharibi na tumekuandalia ripoti ya uchambuzi juu ya uwezekano wa kutumika tena kwa mabomba ya kusafirisha gesi kutoka Urusi kuingia Ujerumani ya Nord Stream baada ya kufungwa kufuatia uvamizi wa Moscow nchini Ukraine. kwenye matangazo haya tumekuandalia pia makala fupi ya sima uvume. Uchambuzi wetu unaanzia hapa barani Ulaya. Ujerumani na Finland zimeyatolea mwito mataifa duniani kuongeza shinikizo kwa Israel ili iridhie kufungua milango ya kuingizwa msaada wa kiutu kwenye ukanda wa Gaza. Viongozi wa nchi hizo mbili Kansela Friderich Merz na waziri mkuu wa Finland, Petteri Orpo wamesema hayo walipokutana pembezoni mwa mkutano wa nchi za kanda ya Nordic unaofanyika huko Turku nchini Finland. Zaidi anasimulia Mohamed Khalifa. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, ambaye katika siku za hivi karibuni amekuwa akiikosoa vikali Israel, amesema misaada ya kibinadamu lazima iruhusiwe kuingia Gaza haraka sana. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Turku akiwa na mwenyeji wake waziri mkuu wa finland Petteri Orpo, Merz amesema na hapa na mnukuu: lazima tushinikize israeli kuhakikisha kuwa msaada unaofikia kweli walengwa, lakini pia ni muhimu kwamba Hamas haizuii misaada kuwasili. Tulichokiona Ghaza hakikubaliki kwa namna yoyote ile. Lazima mauaji na mateso kwa raia yakomeshwe, mwisho wa kumnukuu. Kwa upande wake waziri mkuu Orpo alitilia mkazo ulazima wa misaada ya kibinadamu kuingia Ghaza, akisema hali iliyopo kwenye ukanda huo ni janga baya kabisa la kibinadamu na lazima likabiliwe ipasavyo. Kwa upande wake Sweden hapo jana ilimuita balozi wa Israeli kwenye wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo na kutoa wito kwa Israeli kuhakikisha inaondosha vikwazo vyote vinavyozuia misaada ya kibinadamu kuingia Ghaza. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo ya mambo ya kigeni ya Sweden ilitaja haki ya Israeli kujilinda, lakini ikasema jinsi vita vinavyoendeshwa Ghaza kwa sasa haikubaliki. Taarifa hiyo imeongeza, na hapa nainukuu Israel inapaswa kutimiza wajibu wake wa kuwalinda raia na miundombinu ya kiraia kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mwisho wa kunukuu. Hayo ya kijiri, serikali ya Ireland iliridhia hapo jana rasimu ya sheria y kupiga marufuku uingizaji wa bidhaa kutoka makazi ya wa walowezi wa Israel yanayozingatiwa na sheria za kimataifa kuwa haramu, hatua ambayo haikuwahi kutazamiwa kwamba ingechukuliwa na mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Hatua hii inafuatia uamuzi wa mwaka jana wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki kwamba ukaliaji wa Israeli kwenye ukingo wa Magharibi, Jerusalem Mashariki na ukanda wa Gaza ni haramu chini ya sheria za kimataifa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ireland aliliambia shirika la habari la AFP kwamba serikali ya nchi hiyo imekubali kuwasilisha sheria inayopiga marufuku biashara yoyote na maeneo yanayokaliwa kimabavu ndani ya mamlaka ya Palestina, ikiamini kwamba huo ni wajibu wake mbele ya sheria za kimataifa. Maeneo hayo yanajumuisha makazi ya watu mashamba na makampuni yaliyo nje ya eneo linalotambuliwa kimataifa kuwa ni mamlaka ya Israel. Kabla ya uamuzi wa baraza la mawaziri, waziri wa mambo ya nje na naibu waziri mkuu wa Ireland Simon Harris aliwaambia waandishi wa, wa habari mjini Dublin kwamba anatazamia mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya yatafuata mfano wa nchi yake. Mwezi Mei mwaka jana, Ireland pamoja na Uhispania, Norway na mwezi mmoja baadaye Slovenia zilitambua Palestina kwa ni taifa kamili, uamuzi uliopelekea mzo mkubwa na Israel. Mwezi uliopita rais Emmanuel Macron wa Ufaransa alitangaza kuwa Paris nayo ingechukua hatua kama hiyo mapema mwezi ujao wa Juni. Uamuzi wa jana wa Ireland unakuja ikiwa ni wiki moja tu baada ya Umoja wa Ulaya kuamuru mapitio mapya ya makubaliano ya ushirikiano na Israel, mkataba uliosainiwa mwaka 1995 ambao unajenga msingi wa mafungamano ya kibiashara baina ya pande hizo mbili. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaya Kalas alisema sehemu kubwa ya mataifa wanachama ishirini na saba kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa umoja huo waliunga mkono hatua hiyo ikiwa na lengo la kuwekea mbinyo Israel. Mfumo mpya wa ugavi wa misaada huko ukanda wa Gaza unaoungwa mkono na Marekani na Israel kupitia wakfu wa kibinadamu wa Gaza GHF umeanza kazi licha ya upinzani mkubwa kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada ya kibinadamu, huku mkurugenzi wake mkuu akijiuzulu gafla. Mfumo huo umeibua maswali mengi kuhusu ufanisi, malengo ya kisiasa na uhalali wake katika misingi ya haki za binadamu. Idi Sesanga anauangazia wakfu huo GHF. Shirika jipya lililoanzishwa mapema mwaka huu linaongozwa na wamarekani waliowahi kuwa wanajeshi, maafisa wa usalama na wahudumu wa misaada. Linasema lina mipango ya kuwafikia zaidi ya watu milioni moja wa gaza kwa msaada wa kandarasi binafsi na magari ya kivita, ingawa sehemu kubwa ya misaada hiyo inatolewa kupitia vituo vilivyoko karibu na maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la Israeli mpango huo unaelekea kuondoa mamlaka ya usambazaji kutoka mikononi mwa umoja wa mataifa ambao umekuwa ukisambaza chakula dawa mafuta na vifaa vingine tangu vita kuanza mwezi oktoba elfu mbili na ishirini na tatu lakini wakosoaji wanasema mfumo huu mpya unaipa israeli uwezo wa kutumia chakula kama silaha ya kisiasa na kuwashinikiza wapalestina kuhama maeneo yao Kulingana na taarifa za shirika la habari la AP, vituo vinne vya usambazaji vimeanzishwa, vitatu vikiwa kusini mwa Gaza katika eneo la Rafa, mbali na mahali ambapo watu wengi wamehifadhiwa kaskazini na katikati mwa Gaza. Hii inawalazimu raia kupitia maeneo ya kijeshi ya Israeli, hatua ambayo inaibua hofu ya udhibiti, uchunguzi wasura wa sura na uwezekano wa kunyimwa misaada. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA Yens Leak anasema mfumo huu mpya unaondoa mwelekeo halisi wa kusaidia raia wa Gaza kwa uharaka. It is a distraction from what is actually needed. Hii ni njia ya kupotosha lengo halisi ambalo ni kufunguliwa kwa vituo vyote vya kuingia Gaza, mazingira salama ndani ya Gaza na kurahisishwa kwa utoaji wa vibali vya kuingizwa kwa misaada ya dharura inayohitajika kuingizwa just outside the border. It needs to get in. Uamuzi wa Jake Wood kiongozi wa shirika hilo na mwanajeshi wa zamani wa Marekani kujiuzulu kabla ya kuanza kwa operesheni hiyo unaonyesha hali ya sintofahamu ndani ya GHF. Ingawa aliwasilisha barua ya makubaliano na Israeli akisema mfumo wa Umoja wa Mataifa utaendelea kutoa misaada ya aina nyingine, haijathibitishwa rasmi na mamlaka za Israeli. Wasiwasi mkubwa wa mashirika ya misaada ni kwamba mpango huu utasababisha uhamishaji wa nguvu wa raia wa Gaza jambo ambalo ni kinyume cha sheria za kimataifa. Kauli za waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu kuwaweka Wapalestina katika eneo salama la kusini mwa Gaza na kuwazuia kurudi zinazua hofu kuwa huu ni mwanzo wa kuhamisha kabisa kutoka eneo hilo. GHF inasisitiza kuwa haihusiki na mpango wowote wa uhamishaji na kwamba inazingatia misingi ya kibinadamu kama kutokuwa na upendeleo. Hata hivyo, uhalisia wa mazingira ikiwa ni pamoja na umbali wa vituo vya udhibiti wa kijeshi wa Israeli unaathiri pakubwa utekelezaji wa kauli hiyo ya kisheria . Ilikuwa ni ripoti yake, Idi Sesanga, ikimulika wakfu mpya huo uliopewa jukumu la kusambaza misaada ya kiutu huku ukanda wa Gaza ukiungwa mkono na Marekani na Israel. Kenya imesema inaunga mkono mpango wa Moroko wa kulipatia mamlaka yake ya ndani eneo linalozozaniwa la Sahara Magharibi, akivyo kuungana na msimamo uliochukuliwa na nchi kadhaa za Kiafrika, Kiarabu na Magharibi ambazo zinaiunga mkono Moroko kwenye mgogoro huo unaopata miongo mitano. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Kenya, Musalia Mudavadi, yuko nchini Moroko ambako amehudhuria uzinduzi wa ubalozi mpya wa Kenya nchini humo. Mwakiombogo anaarifu zaidi. Mzozo huo ambao umedumu kwa muda mrefu kuanzia mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano unayohusu Moroko ambayo inalichukulia eneo hilo la Sahara Magharibi kama himaya yake dhidi ya chama cha Polisario kinachoungwa mkono na Algeria na ambacho kinapigania ukombozi wa Sahara Magharibi. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mazungumzo kati ya mawaziri wa maswala ya kigeni wa nchi hizo mbili mjini Rabat, Kenya ilisema inautazama mpango wa Moroko kama suluhisho pekee la kuaminika na la ukweli na mbinu pekee endelevu ya kutatua mvutano huo. Musalia Mudavadi, waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya, anaeleza suala hilo ambalo linajadiliwa kupitia michakato ya kidiplomasia iliyoanzishwa na Mfalme Muhammad wa sita ni jambo ambalo kwa hakika linahitaji umakini mwingi na linahitaji uungwaji mkono mwingi ili tupate azimio la amani. Waziri wa mambo ya nje wa Moroko, Nasser Bourita, aliwaambia waandishi habari kwamba msimamo huo wa Kenya kuhusu Sahara Magharibi, ambao aliuita lengo la pamoja linaloyaunganisha mataifa, ulisaidia kuongeza msukumo mpya katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Baada ya miaka sitini ya uhusiano wa kidiplomasia baina ya Kenya na Moroko, Kenya pia ilifungua ubalozi mjini Rabat siku ya Jumatatu, uzinduzi uliohudhuriwa na Mudavadi ambaye ameitaja hatua hiyo kama ishara ya kiwango kipya cha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Jessica Gakinya ndiye balozi wa Kenya nchini Moroko. Wachambuzi wanaitaja hatua hii kama ushindi kwa Moroko, hasa kwa vile sasa Kenya imeachana na msimamo wake wa Sahara Magharibi. Wanasema mwaka elfu mbili kumi na saba Moroko ilichukua jukumu muhimu katika kuhakikisha kushindwa kwa mwana diplomasia Amina Mohammed wa Kenya ambaye alikuwa akiwania kiti cha mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Umoja wa Afrika baada ya mkutano wake na Brahim Ghali, Kiongozi wa sasa wa Sahara Magharibi katika kambi ya Tindouf. Wakati huo, Kenya ilikuwa inaiunga mkono Algeria. Kufuatia ziara yake nchini Morocco, Waziri Mudavadi amesema Kenya sasa inatazamia kusafirisha chai zaidi, kahawa na mazao mengine ya shambani nchini Morocco ili kusawazisha biashara yake. Kenya na Morocco zimetia saini mikataba mitano katika sekta za kilimo, ujenzi wa nyumba za bei nafuu, elimu, biashara, huduma za kigeni na masuala ya vijana. Shukran sana Wakio Mbogo. Turejie tena hapa barani Ulaya. Huku vita nchini Ukraine vikiingia mwaka wake wanne, wazo kwamba Urusi huenda ikasafirisha tena gesi katika nchi za Umoja wa Ulaya kupitia Ujerumani si jambo lisilowezekana kama ilivyoonekana miezi michache iliyopita. Kupitia juhudi zinazoendelea kutaka kuvifikisha mwisho vita vya vi Ukraine, tetesi zinaendelea kuhusu uwezekano wa kuijumuisha gesi ya Urusi katika sekta jumla ya nishati ya Umoja wa Ulaya. Je, Ujerumani inaweza kweli kurejea tena katika matumizi ya mabomba ya gesi ya Nord Stream? Ripoti ya mwandishi wa DW Arthur Sullivan inasomwa studioni na Josephat Charo. Kwa miezi kadhaa, baadhi ya wanachama wa chama cha Christian Democratic CDU kinachoongoza serikali wamekuwa wakidokeza kwa nguvu kuhusu kuliunga mkono pendekezo la aina hiyo hususan bomba la kupitisha gesi la nord stream kauli ya hivi punde kabisa ilitolewa na mishael kreshma waziri mkuu wa jimbo la saksoni wa chama cha cdu bomba la nord stream moja lilileta gesi ujerumani kabla vita nchini ukraine kuanza huku bomba la nord stream mbili likikamilishwa mnamo septemba mwaka elfu mbili ishirini na moja lakini halikuanza kutumika hata hivyo, ingawa baadhi ya viongozi katika serikali ya Ujerumani wangependa iwe hivyo, wengi hawataki. Kansela mpya wa Ujerumani na kiongozi mkuu wa chama cha CDU Friedrich Merz ameweka wazi kwamba anaunga mkono mipango ya Umoja wa Ulaya kuzuia kuanza kuyatumia tena mabomba hayo kama sehemu ya mpango unaofuata wa vikwazo dhidi ya Urusi. Katika kiwingu cha tetesi kuhusu uwezekano wa kuyafanyia matengenezo mabomba hayo, halmashauri ya Umoja wa Ulaya kwa sasa inafanya mashauriano na nchi wanachama kuhusu kupiga marufuku kabisa matumizi ya bomba la Nord Stream. Hata hivyo, Urusi na Marekani zote zinaripotiwa zinataka kuafikia mkataba kuwezesha gesi isafirishwe tena kupitia mabomba hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema katika siku za hivi karibuni kwamba mazungumzo na Marekani yamejumuisha swala la bomba la Nord Stream. Wakati huo huo, ripoti zinasema juhudi za Marekani zinafanyika kulinunua bomba la Nord Stream mbili AG, tawi la kampuni ya nishati ya serikali ya Urusi ya Gazprom nchini Uswisi inayomiliki bomba la Nord Stream mbili. Mnamo mwezi wa Januari, kesi kuhusu muflis iliyoikabili kampuni ya Nord Stream mbili AG ilicheleweshwa hadi mwezi Mei, huku waraka wa mahakama ukionyesha kwamba kampuni ya Gazprom ilihoji kuwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump huenda ukawa na athari za kuonekana kuhusu hali na mazingira ya bomba la Nord Stream mbili. Chris Vefa, mshauri katika masuala ya uwekezaji aliyewahi kufanya kazi nchini Urusi kwa zaidi ya miaka ishirini na mitano ameiambia DW kwamba kumekuwepo mazungumzo muhimu ya maana yanayoendelea kuhusu Marekani kutaka kuinunua kampuni hiyo. Hata hivyo, Ben Hilgenstock kutoka chuo cha mafunzo ya uchumi mjini Kiev nchini Ukraine anasema si jambo lililo katika uwezo wa Marekani ama Urusi kuamua ni nishati gani Ulaya inayotakiwa kununua ameiambia DW kwamba chochote ambacho Urusi na Marekani wanakijadili kuhusu mabomba ya gesi ya Nord Stream moja ama mbili hakina maana yoyote. Alikuwa ni Joseph Acharo aliyekusomea ripoti hiyo. Tunakamilisha safu ya uchambuzi asubuhi kwa kuelekea nchini Kenya. Mji mpya huitwa Utatu ulioko kwenye kaunti ya Kiambu ni wa kipekee kwa namna yake. Huu ni mji wa kwanza nchini Kenya kujengwa na kampuni binafsi, ukitayarisha mazingira bora kwa ajili ya biashara na makazi ya zaidi ya watu ishirini na tano elfu. Idadi kubwa ya wakazi wake ni wawekezaji wa kigeni, wakivutiwa hasa na kiwango cha chini cha kodi kinachotozwa. Hata hivyo, licha ya mafanikio yake ya kiuchumi, baadhi ya wanasiasa wanaotazama mji wa Utatu kama fursa ya kujinufaisha binafsi, hali iliyozua maswali kuhusu uwazi na usimamizi wa maendeleo yake. Thelma Mwansaya anaarifu zaidi kutoka kaunti jirani ya Nairobi. Mji wa tatu umewavutia wawekezaji kutokea zaidi ya biashara mia moja, zikiwemo kampuni ya pombe Heineken, ya hen kahawa ya Dormans pamoja na nyingine za simu na kusafirisha bidhaa zinazohitaji barafu. hata hivyo kwa baadhi ya wanasiasa mji wa tatu unatazamwa kama sehemu ya kujiimarisha kwa mujibu wa wasimamizi wa tatu city, baadhi ya magavana walidai kupewa ardhi iliyo na thamani ya milioni ya dola za Marekani ndipo waweze kutoa hati rasmi za ujenzi. Preston Mendenhall ni meneja wa kampuni ya Rendeavour inayohusika na ujenzi wa mji wa tatu na anafafanua kuwa wamejipata kwenye hali ngumu. Mwaka uliopita meneja huyo wa kampuni ya Rendezvous alimshutumu gavana wa kaunti ya Kiambu uliko mji wa Tatu, Kimani wa Matangi, kwa kushinikiza apewe bila malipo ardhi ya ukubwa wa hekari hamsini na nne iliyo na thamani ya dola milioni thelathini na tatu za Marekani. Kwa upande wake gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi alikanusha madai hayo. Hatutakubali mtu yeyote, hata kama unakuja na pesa ngapi ununue ardhi uanze kujenga ukose kutii sheria za kaunti, wafanyi kazi wako, badala ya hao kukuwa wafanyikazi wako wanakuwa watumwa na walala hoi. Kwa hivyo hiyo ndio msimamo yangu, na nilisema sibadilishi kwa vile mulinipa kazi, nikuwe mtu wa kusema haki wakati huo huo, wamiliki wa mji watatu wanaandamwa na kesi nne za aziri zinazodhamiria kuwatisha na kuwavunja moyo ili wanasiasa hao wapate wanachokitaka. Hata hivyo kesi ya kwanza ilianza mwaka elfu mbili kumi na tano na bado haijasikilizwa mahakamani. Kwa hiyo hawana shaka, anasimulia meneja wa Randevu Preston Mendenhall anayesimamia ujenzi wa mji watatu. Gavana wa kwanza wa kaunti ya Kiambu aliyedai kupewa sehemu ya ardhi hiyo ni Ferdinand Waititu, ambaye kwa sasa yuko jela kwa sababu ya kesi tofauti ya ufisadi inayomwandama. Kinachowavutia wateja ni kwamba mji wa tatu una mfumo wa kujitegemea wa umeme na maji, kwa hiyo uwezekano wa kupotea au kupata mgao haupo, kama ilivyo kwingine barani Afrika. Wakazi wa kaunti ya Kiambu wanasemaje kuhusu mradi huo wa mji wa tatu? Simon Thuo ni mkulima kutokea eneo la Juja na anaamini ni nafasi ya kujiimarisha. Mwanzo nafurahia kwa sababu wale ni wawekezaji ambao wame, wamechagua mjini kwetu ama kaunti yetu, na kama sisi wakazi wa Kiambu sisi ndo tunakuwa given first priority. Kama gavana anataka kukaa kule anunue tu kama yule mkenya mwingine, kwa sababu pia wawekezaji, kila mtu ambaye ako kule ni investor. Mradi kama huo upo katika mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Ghana, Nigeria, Uganda na Zambia na kwa ripoti hiyo ya Thelma Mwaza, ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti asubuhi hii, ka tayari kusikiliza makala fupi ya sema uvume tuliokuandalia. bw sema uvume: teknolojia ya matibabu kwa njia ya mtandao kupitia picha za 3D sasa inaelekea kuwasaidia watu nchini Ghana kupata msaada wa kitabibu bila kulazimika kutembea au kusafiri umbali mrefu. Katika teknolojia hii mpya, picha mubashara za wagonjwa hupelekwa moja kwa moja kwa madaktari ambao wanaweza kutathmini hali ya afya wakiwa mbali. Kaa nami katika makala sema uvume ufahamu zaidi. Mimi ni Angela Mdungu, karibu. Majaribio ya kwanza ya teknolojia ya 3D ya kampuni ya Microsoft ya matibabu yanayotolewa kwa njia ya mtandao kwa kimombo 3D telemedicine, huenda yakaleta mapinduzi makubwa katika sekta ya afya. Mmoja wa wanaoshiriki katika majaribio ya njia hii mpya ya matibabu nchini Ghana ni Charles Owusu Aseku mwenye uvimbe shingoni tangu mwaka elfu mbili na mbili ameshatumia maelfu ya dola kutafuta tiba na ameshafanyiwa upasuaji mara mbili kuondoa uvimbe huo bila mafanikio. Katika matibabu haya yanayotumia teknolojia ya 3D, picha za mgonjwa zinazoonesha zaidi eneo lenye shida kutoka kila upande kwa kuzingatia urefu, upana na kina hupigwa na kutumwa kwa madaktari popote ulimwenguni. Aseku ana matumaini kuwa kupitia njia hii atapata mwarobaini wa tatizo lake. Kwa kawaida unapokwenda hospitali unamwona daktari mmoja, lakini kupitia teknolojia hii nimewaona madaktari wengi na kwa hilo ninafurahi sana kwa kuwa kila mmoja atatoa uzoefu wake na huenda watapata suluhisho la tatizo langu. Kama sehemu ya majaribio ya tiba kwa njia ya mtandao, madaktari wanafanya kazi katika jengo lililo karibu na wagonjwa na wanatazama picha zao kwenye kompyuta. Hii inawapa wagonjwa nafasi ya kupata maoni ya madaktari kadhaa. Aseku kwa mfano, amekuwa akihudumiwa na madaktari kutoka Rwanda, Scotland na Brazil wanaoshiriki kwenye majaribio hayo. Huduma hii inaweza kuja nyumbani kwangu? Nimeshazunguka kwenye hospitali zote kubwa za Ghana kwa sababu ya shida yangu, nimeshakwenda kwa madaktari wote bingwa na wengine kwenye baadhi ya nchi za Afrika, lakini sijawahi kuona huduma ya aina hii. Kama serikali inaweza kutuletea teknolojia hii majumbani mwetu, nafikiri itatusaidia. It naye George Puku ni mkulima na mshiriki katika matibabu haya ya majaribio. Nimefurahi sana kushiriki kwa sababu sikuhitaji kusafiri umbali mrefu kwenda Korle Bu, maana ingekuwa ghali sana, hasa katika suala la usafiri na malazi. Mmoja wa wataalamu katika huduma hii ya majaribio ni Daktari bingwa wa upasuaji Kwame Darko, mwenye matumaini kuwa itawasaidia pakubwa wagonjwa, hasa wanaoishi mbali na huduma za afya. Tuligundua kuwa wagonjwa wanasafiri umbali mrefu sana ili tu wahudumiwe na daktari mmoja, na kisha wakati mwingine wanapaswa tena kurudi wakamwone daktari mwingine siku nyingine. Kupitia teknolojia hii, kuna watu katika maeneo tofauti, timu tofauti tofauti za wataalam ambao wako popote pale, iwe nje au ndani ya nchi, wote kwa wakati mmoja wanaweza kujadili tatizo la mgonjwa mmoja. Uhaba wa madaktari umekuwa tatizo sugu katika maeneo mengi ya Afrika. Kupitia huduma ya afya kwa njia ya mtandao ya kampuni ya Microsoft huenda tatizo hili sasa likapungua, kama anavyosema mwanafunzi wa udaktari katika chuo cha udaktari cha Kolebu cha nchini Ghana, Ahensan Dasebre We are already behind. Bado tuko nyuma kwa maana ya idadi ya madaktari wanaoweza kuwahudumia watu, namaanisha hakuna uwiano kati ya madaktari na wagonjwa, hasa panapohitajika madaktari bingwa ni kweli kuna taasisi nyingi za mafunzo zinazojaribu kuongeza idadi yao, ila ukweli unabaki kuwa tuko nyuma. Kuna mtu anaishi mbali na hawezi kupata huduma ya daktari bingwa, anaweza kuhudumiwa kwa teknolojia hii ya matibabu kupitia mtandao na kupata huduma bora kabisa to get access to the best of care. Bila shaka huduma hii ikifanikiwa, mataifa mengine ya Afrika yanaweza kuiga na kusaidia pakubwa kuboresha huduma za afya. Hadi hapo, msikilizaji, makala ya sema uvume haina la ziada kwa leo. Shukrani za dhati kwa kuwa nami, naitwa Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.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 tulikuwa hewani kupitia satellite Badr 8 Eutelsat 8WB Hotbird 13G na SES 5 hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya kiswahili tunakuwa geni kwa herini